Kwa hivyo ili kuepusha yote hayo, tuwaombe, la kwanza, kesho siku ya uchaguzi wa kura ya mapema, wale wanaohusika tu na kura ya mapema ndio waende vituoni, mawakala wetu, wagombea, maofisa wetu wanaosimamia, pamoja na waangalizi na wengine ambao itaonekana kuna, kuna haja na wao kushiriki katika, katika vituo kwa mujibu wa sheria. Hawa tunawaomba waende, ili waende wakasimamie kura hii ya mapema, wakiwa na lengo la kuhakikisha kwamba sheria, taratibu, kanuni zinafatwa katika kura hii ya mapema, na pili, kuhakikisha kwamba hakufanyiki udanganyifu wa namna yoyote na la tatu kuhakikisha kwamba hakutokei vurugu ya namna yoyote. Tukizingatia haya, tunaamini kura ya mapema itapita kwa salama na bila athari yoyote kwa chama chetu. Na pia katika, katika uchaguzi huu tunachowaomba wananchi, tunachowaomba wanachama wetu, tunachowaomba viongozi, tuendelee kusimamia usalama, tuwe watulivu tuwe na amani, tuepuke kupelekeana maneno yaliyokuwa ni ya uvumi ya uzushi na taarifa yote. Jambo lolote lile ambalo litatokea katika vituo vya kupigia kura ambalo ni kinyume na sheria kinyume na taratibu, tunaomba wahusika waliripoti kwa viongozi wao haraka inavyowezekana, ili tupate kulichukulia hatua. Mwisho, Nichukue fursa hii kushukuru vyombo ambavyo tumesaidiana navyo katika kuhakikisha tunalipita zoezi hili kwa salama, na nizishukuru mamlaka za nchi na viongozi ambao kwa dhati wamekubali kwamba tufanye kazi pamoja ili hili tulipite kwa salama. Naomba tuende tukasimamie kura ya mapema kwa salama, kwa amani na kwa taratibu ziliopo za nchi. Ni waombe na viongozi wenzetu wa chama cha mapinduzi na vyama vingine, tuchukue dhamana zetu kama viongozi. Tunaamini sote tukisimama kama viongozi, tukaweka mbele maslahi mapana ya nchi yetu ya amani na utulivu wa kweli, tunaamini tunaweza kuvuka katika uchaguzi huu kwa salama na amani, na sauti ya wananchi ikasikika. Naomba niwashukuru sana, asanteni.